Karibu kwenye makala ya wimbi la siasa. Mimi ni Victor Abuso. Mwezi Oktoba mwaka huu, wananchi wa Tanzania watashiriki kwenye uchaguzi mkuu kuwachagua madiwani, wabunge na rais. Vyama mbalimbali mbali vya siasa vipo kwenye maandalizi ya uchaguzi huo. Hata hivyo, chama kikuu cha upinzani Chadema kinachoongozwa na, na mwenyekiti wake Tundu Lissu kinashinikiza mageuzi kwenye sheria za uchaguzi kabla ya kufanyika kwa uchaguzi huo. Lissu ambaye anafanya kampeni ya nchi nzima ya no reforms election, hakuna mageuzi hakuna uchaguzi, anasisitiza kuwa huo ndio msimamo wa chama hicho na hauwezi kubadilika. Hivi tuliposema no reform no election kwenye kamati kuu tarehe tatu Desemba tulikuwa tunatania? Kama kuna watu walikuwa wanatania, they are dead wrong. Huu ndio msimamo wa chama. Hata hivyo kumeibuka mgawanyiko ndani ya chama hicho ambapo wanachama wanaoelezwa kuegemea upande wa aliyekuwa mwenyekiti uh, Freeman Mbowe wameunda kundi linalojiita G55 kupinga uh, msimamo huo wa chama hicho kutoshiriki kwenye uchaguzi wa mwezi Oktoba bila ya kuwepo mageuzi hayo. John Mrema ni mmoja wa viongozi wa kundi hilo. tunatofautiana kwenye dhana ya utekelezaji wa no election hakuna mahali kwenye dokumenti zetu za chama iliyotafsiri kwamba no election ni kuzuia au kususia uchaguzi. Nacho chama tawala CCM ambacho kimekuwa madarakani kwa miaka 30 sasa tangu kuanza kwa siasa za uchaguzi wa vyama vingi nchini Tanzania mwaka 95 kupitia katibu wake mkuu Emmanuel Nchimbi ambaye pia ni mgombea mwenza wa rais Samia Suluhu Hassan ambaye ataoniwa urais mwezi Oktoba kimetoa msimamo huu. Je, Chadema kitafanikiwa kwenye shinikizo zake, na ni kwa nini kuna mpasuko ndani ya chama hicho kuhusu shinikizo hizi? Kutusaidia kuelewa kinachoendelea nchini Tanzania ni mchambuzi wa siasa za kimataifa Thomas Kibwana, ambaye anafuatilia kwa karibu sana siasa uh, ndani ya chama cha Chadema akiwa uh, Dar es Salaam. Thomas, karibu sana kwenye makala ya wimbi la siasa. Asante sana ndugu yangu, nashukuru nini ambacho kina kisukuma Chadema ku, kusema kwamba hakuna mageuzi hakuna uchaguzi? Na ni mageuzi ya namna gani haya ambayo chama hiki kinasema kwanza, uh, mwaka elfu mbili na ishirini na moja kati mwenyekiti wa awali wa Chadema ndugu Freeman Mbowe alivyotoka mahakamani, uh, Chadema pamoja na Chama cha Mapinduzi chama tawala, eh, pamoja na serikali walianza majadiliano kuwa anaitwa maridhiano. Kwenye yale maridhiano, kuna mambo kadhaa kadhaa ambao walikuwa wanajadiliana uh, kurekebishwa kwenye sheria, ikiwemo sheria za uchaguzi ambazo baadhi zilipitishwa. E, mwaka wa jana e, lakini bado sasa hivi Chadema inadai kwamba a, mabadiliko hayo ya kisheria a, bado hayatoshi na bado sheria zilizopo, e, haziwapi nafasi e, wao kama chama cha upinzani e, kuweza e, kushinda nafasi wanazotarajiwa kushinda. Tumekuwa tukisikia kwamba hawaiamini tume ya uchaguzi, lakini kama ulivyoeleza kulikuwa na mabadiliko na kusema kwamba sasa uchaguzi wa mwezi wa Oktoba kutakuwa na tume huru ya uchaguzi. Naam, ni kweli kabisa, kumekuwa kuna mabadiliko eh, ya kisheria inapokuja swala la uchaguzi eh, lakini pia ieleweke kwamba mabadiliko ya sheria eh, they are not set on stone. It's a continuing process. eh. uh, haiko static E, shida ni kwamba chomba ambacho kinaweza kupitisha mabadiliko ya sheria nchini Tanzania ni bunge peke yake, lakini kutokana na ratiba ya bunge mwaka huu e, inakuwa ngumu kutekelezeka. Sasa hivi bunge linaingia kwenye uh, bunge lake la kwenye vikao vyake vya budget. E, baada ya vikao vya budget kuisha mwezi wa sita uh, bunge linavunjwa rasmi ili nchi iingie kwenye uchaguzi. Kwa kiuhalisia uh, muda huu uliobaki hautoshi hata kwa vyama mbalimbali kukaa chini na kujadiliana mabadiliko yoyote mengine. Sasa Chadema uh, inadai kwamba uh, ikibidi basi uchaguzi usogeze umbele, lakini kutokana na sheria za Tanzania kama alivyosema ndugu Nchimbi ambaye ni katibu mkuu wa CCM lakini pia ndo mgombea wa makamu wa rais kwa pande wa CCM ni kwamba katiba inazuia hilo. Eh, ukiangalia ibara ya 65 eh, kipengele cha kwanza. Inasema bila kuathiri masharti mengine ya katiba hii, maisha ya kila bunge yatakuwa ni muda wa miaka mitano ambao sasa ndio inaishia, na tumeona pia kwamba ndani ya chadema kuna mgawanyiko, kuna ili kundi ambalo limejitokeza la G55, linasema kwamba ndio linataka mageuzi, lakini uchaguzi ufanyike nini kimesababisha huu mgawanyiko na unamaanisha nini huu? E, mgawanyiko unaelezea uhalisia e, wa uchaguzi wa wenyekiti uliofanyika Januari mwaka huu ambapo Tundulisu alimshinda bwana Freeman Mboe. Ikumbuke kwamba Tundulisu alimshinda Mboe kwa kura thelathini na tatu tu ambayo ilikuwa kama asilimia hamsini na moja na kitu ya wapiga kura. Hiyo inatosha kuonyesha kwamba hata ndani ya Chadema walikuwa wamegawanyika karibia e, pasu kwa pasu mambo kadhaa ambayo alikuwa ameshauri Mboe bado chaguzi kufanyika, ni kwamba ingefanyika Truth and Reconciliation ili kuleta makundi mbalimbali mbali ya uchaguzi ndani ya Chadema pamoja na watoke na sauti moja. Sasa hii inaonyesha kabisa kwamba eh, kuna wanachama ndani ya Chadema ambao hawajaridhika eh, na mwenendo wa chama, na wao wangependelea wa chama kijiandae eh, kwenda kwenye uchaguzi badala ya kusema kwamba hakutakuwa na uchaguzi ambapo kisheria na kikatiba haliwezekani. Na unafikiri kwamba hii kampeni ya kutaka mabadiliko, kwa namna unavyoangalia, je, ni kampeni binafsi ya mwenyekiti Tundu Lissu au ni msimamo wa chama? Kwa sababu kuna baadhi ya wanachama wa wanaonekana kwamba hawaungi mkono Ilikuwa ni msimamo wa kamati kuu ya chama a, ambao iliketi Disemba mwaka jana e, na kuja na na kampeni hii ya no reforms no elections kwa hii sio kauli mbiu ya Tundu Lissu yeye kama mtu binafsi, lakini ni kauli mbiu ambayo iliamuliwa na kamati kuu ya chama, ambayo yeye sasa baada ya kuwa mwenyekiti ameamua kuibeba ajenda hiyo eh, na kutembea nayo. Thomas, muda wetu unayoyoma kwelikweli, lakini unafikiri nini sasa kinaweza kufanyika ili vyama vyote vihisi kwamba vitakapokwenda kwenye uchaguzi wa mwezi Oktoba uchaguzi utakuwa huru na haki? Naam, mimi naamini kwa muda uliobaki ni ngumu kuja na mabadiliko yoyote makubwa kwenye sheria za uchaguzi kwa sababu tayari uh, hatua au mchakato wa kujiandaa na uchaguzi uh, umeshaendelea. Lakini pili, ikumbukwe kwamba uh, hii ni siasa uh, na kwa mara zote chama cha upinzani siku zote uh, itakuwa uh, E, itakuwa na madai yake e, nacho chama tawala pia itakuwa na mambo yake kwao. Hili si la kushangaza, lakini kwa namna sheria zilivyo na kwa muda uliobakisha naona itakuwa ngumu kufanya mabadiliko yoyote makubwa e, kwenye uchaguzi wa mwaka huu. E, pengine mkakati bora zaidi ungekuwa kuingia kwenye uchaguzi e, kila chama kihakikishe kinashinda e, idadi ya, ya viti bungeni kisha baada ya uchaguzi e, waanze sasa na ajenda hiyo ya kubadilisha sheria ambazo wanaona eh, hazifai. Lakini kusema kwamba kutokuwa na mabadiliko makubwa ya sheria ndani eh, ya mwaka wa uchaguzi ni ngumu, ndio maana Chadema wenyewe kwa kulitambua ugumu huo wanasema no reforms no elections, kwa sababu wenyewe wanaamini kwamba kwa muda uliobaki mpaka muda wa uchaguzi kufanyika Oktoba, kiuhalisia hamna mabadiliko makubwa ambayo yanaweza kufanyika. Naam, kwa kweli muda wetu umeturuhusu kuzungumza hayo kwa. Leo tu, bila shaka tutaendelea kukutana tena na kutathmini kwa kina zaidi kinachoendelea nchini Tanzania kuelekea uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba. Asante sana Thomas Kibwana, mchambuzi wa siasa za kimataifa, ukiwa hapo Dar es Salaam. Asante sana nashukuru sana. Na msikilizaji, hadi wakati mwingine kwenye makala ya Wimbi la Siasa. Mimi ni Victor Abuso, kwa heri.